Nimeona picha na press release ya waziri na wajumbe wengine wa Tanzania ambao wamemtembelea baba mtakatifu huko, uh, Vatican kuelezea kilichotokea Tanzania na lakini, uh, kuomba maombi pia. Wanasema uh, uh, serikali inataka kurudisha trust, inataka kurudisha uh, ku, kuleta reconciliation Um, mambo mengi, press release ni ndefu, lakini hivyo vitu viwili vime, vime, vimenigusa zaidi. um, baba mtakatifu amekubali kutuombea, uh, tunashukuru, tutapokea maombi um, lakini labda kwa serikali, labda kwa watawala, tuseme wazi tu kwamba maombi pekee hayatoshi, na si kwa sababu nadogosha umuhimu au nafasi ya maombi Um, tena nazungumza kama former pastor and missionary um, na I understand umuhimu wa, wa maombi, uh, na nafasi yake. Lakini kama kweli tunataka kurudisha trust, kama kweli tunataka kuleta reconciliation eh, njia zake, the steps are very clear, na bahati mbaya hakuna ujanja ujanja if we really want to achieve that mamlaka lazima ziombe radhi, ziombe msamaha wa wazi na wa dhati kwa wananchi, kwa sababu wananchi ndio walikosewa, wananchi ndio walipigwa, wananchi ndio waliumizwa, wananchi ndio waliuawa, wao ndio walitendewa. Lazima pawepo na high level msamaha, radhi. Kuna wananchi ambao hawajapewa bado miili ya ndugu zao, kuwazika haijapatikana warudishiwe miili yao, wazike, wawastiri ndugu zao kwa namna inayopaswa. Perpetrators lazima wawajibishwe. Kama bado wako serikalini, waachie hizo nafasi, wakishaachia wapelekwe mahakamani. wale wali husika, pull the wote waliohusika the trigger, wote wanatakiwa kuwajibishwa wapelekwe mahakamani wahukumiwe inavyostahili. Kama tulikuwa na uwezo wa kukusanya watoto zaidi ya elfu mbili tukawasweka magerezani kwa kesi za ajabu kabisa, we can do that kwa security officers will you pull the trigger wakaua watu. Kama tuliweza kuwakusanya watoto wote hao nchi nzima na kuwapeleka, tulikuwa na uwezo wa kuwapata mmoja mmoja tunaweza kuwapata wahusika wote na tukawapeleka mahakamani wakashtakiwa wakahukumiwa. The process, the steps za kurudisha trust za kuleta reconciliation ziko very clear. Tunaweza tukafanya vitu vingine vyote tukazunguka, zunguka tukacheza cheza, cheza tukafanya hichi tukaweka hivi, we will never achieve that I don't know, trust or reconciliation. Kwa, kwa, maigizo maigizo No, we will not. There's no shortcut to that. Lazima tufate steps. Na hasa wajibikaji. Hapo ndipo tutaleta reconciliation. Hapo ndipo tunaweza kuwanza kurudisha trust. Kati ya wananchi na watawala. Did the church they built there, which the ruins are still there,